Swali: Je, Mungu wa kweli yupo? Jibu: sehemu ya kwanza: Ndiyo, na Mungu ni wa kweli. Moja Yohana saa tano na madakika ishirini: nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekuja, naye ametupa ufahamu ili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake aliye wa kweli, yaani, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Warumi tatu, nne. La, hasha! Bali Mungu na awe wa kweli, lakini kila mtu awe mwongo. Kama ilivyoandikwa, ili upate kuhesabiwa haki katika maneno yako na ushinde ujapohukumiwa. Sehemu ya pili: Mungu ana enafsi ina eumbo la kweli. Waebrania moja hetatu. Yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake. Uyashikilia yote kwa neno la uweza wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa aliye mkuu huko juu. Moja Yohana tatu yu mbili. Wapenzi, sasa sisi tu watoto wa Mungu, lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapofunuliwa, tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Sehemu ya tatu, Mungu ana sura yake mwenyewe. Mwanzo saa moja na madakika 27. Basi Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba; mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sehemu ya nne: Mungu yupo, ni Mungu wa kweli na aliye hai. Yeremia saa kumi na madakika kumi. Lakini Bwana ndiye Mungu wa kweli, yeye ndiye Mungu aliye hai, mfalme wa milele. Hasira yake inapowaka, dunia hutetemeka; mataifa hayawezi kustahimili ghadhabu yake. Moja wa kwa maana wao wenyewe wanatangaza jinsi tulivyoingia kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu, mkiacha sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli.